Ikiwa mwenyewe una gita lako nyumbani unapiga tu, mimi Walidi Alhadi Umari kawambwa nd umeelewa hili. Ukishafika wakati wa swala, Allahu meliallhakba, piga gita mpaka utoki nini. Lakini ikiwa unalikumuta wenzio wanaswali huko He, we, hilo lishakuwa haramu. Leo niwaambie kitu, juzi niliwaambia baadhi ya wanafunzi wangu wakashangaa. <clears throat> asili katika ibada ni haramu, asili ya ibada ni haramu lakini asili katika vitu ni halali, ndio sheria inavyosema. Ibada inatoka katika uharamu, lakini vitu vinatokea katika uhalali. Hiyo kofia yako hiyo ni halali, sawa? so, kwa sababu ni nini? Ni kitu. simu tasbihi, pete, nguo, makaranganya haya, baba, kamera haya, tumeelewa na mpira. Asili <laughs> yake kwanza nini? Halali, halali. Mambo yale yanaitwa adat, mambo ya kawaida kawaida, al aslu fiha alhilu asili ndani yake ni uhalali. Umevaa Rashidi Kizibawe, halali, halali. Haramu halali, miwani shekrama hichi nichovaa mimi. Lakini ibada asili yake ni haramu eh? Usiabudu ila kile kilicho thibiti kwamba hicho ni ibada. Ndio maana eh, ndio maana kuabudu mti ni halali ni haramu, kuabudu nyoka, kuabudu mtu, kuabudu pesa, kuabudu kinyemkera, kuabudu zimwi na jini. Meeneelewa vizuri. Kwa hiyo asili ya ibada zote ni haramu, ila ile ambayo Mungu kasema hiyo, na asili ya vitu vyote ni halali ila kile Mungu kasema hicho ni haramu ndio. Na kukatie ni mtaa muone, mnaweza kuishi vipi? Kwa hiyo mziki asili yake ni kitu ila, umeelewa uwe una sababu. <coughs> Kwa hiyo kuna kitu ni haramu bidhatihi, na kuna kingine ni haramu bi ghairi yani bi sababi. Ikiwa mwenyewe una gita lako nyumbani unapiga tu mimi Walidi alhadi Umari kawambwa dilindindindindi umeelewa. Hili ukishafika wakati wa swala umeliacha, Allahu akbar, piga gita mpaka utoke nini, Allahu akbar lakini ukiwa unalikumuta wezio wanaswali, hukodidil hilo lishakuwa haramu. Hawa watu wa muziki ya jazakumullahu khair. Unajua, ukitaka kusema kitu useme kwa elimu, kwa ilmu al aslu fil ibadati alhirma <muchimu> walaslu fil adati walashya alhilu kasome, leo mitabu iko na wanaojua wapo. Mmenielewa eh? i e. inaeleweka vizuri <muchimu> dini. Kwa hiyo wewe tizama, hiki ni kitu basi, kitie katika uhalali, lakini chunguza ndani yake. Uhalali huu utakutoa katika kadha kadha kadha kadha, uharamu unakuja hapo sasa. Kwa hiyo, ondosha ule uharamu, kibakishe kile kitu safi, endelea kukitumia.